Tunataka kila Mkenya akuwe na ID yake na akuwe na haki ya kujirijista kuwa mpiga kura. Akitaka services ya serikali ako na kipande, na saa hizi tunatoa ile inaitwa third generation ID ambaye soon utakuwa pia na digital id yenye ukitaka kununua chochote online unaweza jinunulia wewe mwenyewe. Usiwachwe nyuma, chukua ID yako na tuwaje ile tabia zamani ya zamani ya kusema sitaki kujulikana na serikali. Kila mtu achukue ID yake. Ukitaka kurejista kama mpiga kura, unarejista unajichagulia MCA, unajichagulia nani, unajichagulia nani kiongozi wako, ukiwa mwamuzi ya ile kiongozi yenye unaweza kuwa nayo. Mambo ya usalama kati ya Transmara na Kisii tunazingatia na tumetuma, wa, eh, wa, eh, tumetuma askari wa kutosha ambao wako sehemu hiyo ku restore ile eh, peace kati ya jamii, kwa sababu tunataka watu wakae pamoja. Na nilikutana na viongozi wa Kisii, wale wa Bomet, wale wa pale eh, eh, Narok, na wale wenye wanatoka Migori County. Tunataka tukutane wote na wote viongozi wa hubiri amani, because wakifanya vile mmefanya hapa, hiyo ndio jinsi ambavyo tutaweza kujenga nchi yenye iko na maadili Mi nawaomba ninyi jameni, tusikubali mhalifu mnamjua akae katikati yetu, aende haribu uhusiano kati yetu na jamii yetu ambayo inakaribiana na sisi. I want to request the public in Kerio Valley region, let us cooperate with the police by identifying and releasing all criminals in our midst and guiding the police and our chiefs